Alipoamka siku moja alikuta minyoo inatoka sehemu zake za siri. Huyu ni Alice. Katika nchi ya Tanzania alikuwepo binti mmoja aliyekuwa anaitwa Alice. Alikuwa ni msichana mrembo kuliko wanawake wote katika kijiji ambacho alikuwa anaishi. Kila asubuhi alisimama mbele ya kioo akapaka mafuta yake katika miguu na kutabasamu kwa kujivunia akisema, awe nani anaweza kunikuta kwa urembo mimi Alizungumza mara nyingi akiwa anarekebisha nguo zake zenye za kila rangi nzuri na nywele zake nzuri za kuvutia. Alipopita kijijini wanaume wote walimtizama, wakulima waliacha kufanya kazi wakamtizama, watu waliokuwa juu ya minazi wanakata nazi walimpungia mikono kutoka juu ya miti. Hata wanaume waliooa, eh, hey, hawakuacha kumtizama. Alikuwa ni kiswe. Lakini uzuri huu ulileta shida baadaye, wanawake waliokuwa wameolewa walimchukia sana Alice walimsema vibaya sokoni na kumtizama kwa vidole alipopita. Msichana huyu hata hapumziki, anataka kutuharibia ndoa zetu wote, alizungumza mwanamke mmoja kwa hasira. Mwingine akasema mama yake inabidi amwonye kabla mambo mabaya hayajamtokea. Alisiye akujali bana, aliwacheka akatikisa kalio lake kubwa lenye mvuto mwanana akiwa anaendelea kutembea, akasema watu wanawivu bana Sio kosa langu, wanaume zao sio wana anantaka wenyewe. ukinitaka ukinitaka, una ukinitaka unanipata, ukinitaka unanipata. Mama yake alikuwa anaitwa mama Grace, alikuwa amechoka kuaibika kila wiki. Mwanamke mmoja mwenye hasira alifika nyumbani, alimpigia kelele na kumtaka amzuie binti yake. Kuna binti mmoja alienda nyumbani akamwambia mama Grace, nikimwona Alice karibu na mume wangu nitamuua, nitamshughulikia Mama Grace alimwomba msamana kusema tafadhali nisamehe, mimi nitamkemea nitamkataza. Lakini akimgeukia Alice na kumwonya binti yake, alinyinywa mabega akasema, mama, mimi sifanyi makosa, nina marafiki tu wa kiume wala si wapenzi wangu. Marafiki zake kijijini wakaacha kumwamini tena, wakipata wapenzi wapya we wanawaficha. Alice alijulikana kwa kuwachukua wanaume wa watu bila aibu. Siku moja alasiri, baada ya wanawake kumkabili tena, mama Grace alilia sana. Alijua tabia ya Alice italeta shida kubwa baadaye. Usiku huo alipiga simu kwa dada yake mdogo aliyekuwa naishi mjini, akamwambia, tafadhali Jeni, nahitaji msaada wako, naomba uje mchukue Alice. Alice ana matatizo hapa, wanawake wanaweza kumzuru. Mdogo wako, tafadhali njoo mchukue uwe ndo ukaishi naye mjini. Wiki moja baadaye, shangazi Jeni aliwasili. Alikuwa mfanya biashara mchapakazi aliyeishi Dar es Salaam. Alimtizama Alice kwa masikitiko akamwambia, wewe ndio unasababisha kelele hizi zote. Akatikisa kichwa. Alice aitabasamu kwa kiburi akasema, shangazi, sio kosa langu, wanaume wananipenda. Shangazi Jeni akamwambia, utafuatana nami mjini, tunaondoka na nenda mjini, labda maisha yako yatakufundisha adabu. Alice alikubali, lakini moyoni alikuwa akiota taa za jiji, akiamini huko mjini kuna mataa, kuna wanaume wazuri na umakini ambao watampa. Aliamini kwamba mjini ni kutam sana. Alipanga nguo zake nzuri na viatu vyake vilivyong'ara pamoja na manukato yake. Gari lilipoondoka asubuhi iliyofuata, aliwapungia mkono na kijiji, kwa heri watu wenye wivu, jamani, kwa heri. Alipiga kelele akicheka. Wanawake walioolewa walinungunika. Mama Grace alisimama kando ya barabara akitumaini jiji likimbadilisha binti yake. Mwanzoni maisha ya mjini yalikuwa tulivu. Alice alitulia sana, alisaidia kazi nyumbani na hakusababisha shida yoyote nyumbani. Shangazi Jeni alishangaa, akasema, labda ni drama tu za vijijini huko zimeisha, alifikiri. Lakini hakujua kwamba Alice ni moto Alice alikuwa akichunguza mazingira mapya. Baada ya wiki chache alipata marafiki wapya waliopenda sherehe muda mwingi sana, nguo za gharama na wanaume matajiri ndio ambao waliwapenda. Walimpeleka katika vilabu, sehemu za burudani na sherehe za ufukweni. Alice alizoea haraka maisha ya mjini, akaanza kuishi kama zamani, ila sasa kwa kiwango kikubwa zaidi. Alianza kutoka na wanaume matajiri wanaume waliooa, wanaume tofauti tofauti kila wiki. Zawadi ghali na pesa nyingi zilijaza kabati lake. Alivaa nywele bandia zenye kung'ara magauni ya kubana na kutembea kama mtu mashuhuri, akujali watu walichosema. Majirani walipolalamika kwa shangazi yake Jeni, yeye alisema kwamba mwacheni bana, bado ni mdogo, atabadilika. Lakini siku moja alasiri, kila kitu kilibadilika. Shangazi Jeni alirudi mapema kazini. Akafungua mlango wa chumba chake akasimama akaganda kwa mshangao. Kwenye kitanda chake kulikuwa na Alice pamoja na mume wake. Yesu. Shangazi Jeni alipiga kelele. Alice aliruka akajifunika shuka usoni kwake. Shangazi akasema, toka nyumbani kwangu Alice. Alice, toka nyumbani. Toka nje. Toka nyumbani kwangu, Shangazi Jeni alipiga kelele kwa hasira. Baada ya yote niliyokufanyia hivi ndivyo na nilipa. Ondoka nyumbani kwangu, Alice. usiku huo, Alice alipakia nguo zake zote kwenye begi dogo akaondoka. Hakujua aende wapi. Baada ya kutembea bila mwelekeo, alipiga simu kwa rafiki yake mwingine. Alimpigia simu rafiki yake Sandra aliyekubali aende akakae kwake. Alipofika nyumbani kwa Sandra, Sandra alimwonya kwa uzito, Alice, sikiliza vizuri, hapa si kama kwingine wanaume wengi wameoa na wake zao, wanatoka katika vijiji vya hatari sana. Usijaribu ujanja wowote ule, wanatumia dawa kwa wanawake wanaolala na wanaume zao. Alisi alicheka. Alisi akamuuliza Sandra, unaamini hadisi hizi, eh? Sandra akasema kwa umakini, ukiheshimu maisha yako jiheshimu hapa, utaingia pabaya. Lakini alisi akusikiliza. Wiki moja baadaye alikutana na Alhaji aliyekuwa anaishi nyumba ya tatu kutoka hapo ambapo anakaa Sandra. Alikuwa na gari jeusi kubwa na alikuwa akinyunyiza pesa kila alipokutana, alimtia pesa Alice. Hakuchukua muda, Alice akaanza kuenda kwake kila jioni kwa siri. Mke wa Alhaji alikuwa ni mwanamke mtulivu sana, lakini ni mwanamke mwenye nguvu. Alisikia uvumi. Siku moja, alimkabili Alice mlangoni. Binti, achana na mume wangu na kuonya alisema kwa sauti ya ukali lakini sauti ya upole. Alice akamgeuzia macho akasema, madam, mume wako sio mtoto, kama hajanipenda asingenifuata mdhibiti yeye, usinidhibiti mimi. Sinajua jeuri ya wanawake eh, alimjibu kwa jeuri. Hiyo ilikuwa mara ya mwisho kuzungumza naye. Wiki mbili baadaye, mke wa Alhaji alisafiri kwenda kijijini. Hakuna aliyejua alifuata nini, lakini alirudi akiwa mtulivu zaidi na akiwa na macho makali sana. Asubuhi iliyofuata Alice aliamka akipiga kelele sana. Minyoo mingi ilikuwa inatembea chini ya ngozi yake. Sandra alikimbia chumbani na kupiga kelele alipoona Alice, nini kimetokea? Alice hakuweza kujibu, alikuwa analia, anapiga kelele na anatokwa na jasho jingi. Akilini mwa Sandra likaja onyo lake. Mungu wangu Alice. Ulilala na mwanaume alioa hapa? alimuuliza kwa sauti dhaifu Alice alisema, "Sandra nisaidie, sitaki kufa." Sandra akamsaidia kwenda bafuni, lakini alipokaa chini, Alice alipiga kelele za kutisha sana, "Sandra, sehemu zangu za siri, kuna kitu kinatoka." Sandra akaganda kwa hofu, alichoona kilimnyamazisha. Sehemu za siri za Alice zilikuwa zinatoka, kana kwamba zinageuka ndani kuna kuja nje na nje kunaenda ndani. Sandra alichukua kanga, akamfunika kwa upole. Akamwambia, shikilia twende. Akambeba na kumburuta hadi kwenye gari, wakaenda kwa mganga wa jadi katika jiji la jirani. Walipofika, mzee alimtizama Alice mara moja na akasema, hii jamani, huu sio ugonjwa wa kawaida, ni kazi ya mwanamke mwanamke, wa mwanaume aliyekuwa na analala naye. Macho ya Alice yakafunguka. Mke wa Alhaji? Mganga akatikisa kichwa, akasema, ndio. Alikwenda kijijini kutafuta kisasi alikuonya au kumsikiliza. Akaanza matibabu, akachanganya miti shamba mpaka dawa ya kuimba, maneno asiyoyafahamu aliimba. Baada ya muda, Alice alitulia. Akamwambia utakuwa sawa, lakini sikiliza, kusirudie tena kwenda katika ile nyumba. Ukirudi ugonjwa utarudi, na wakati ujao hakuna kitakachokuokoa. Sandra akakubali haraka sana. Jioni hiyo, Sandra alimsaidia Alice kupakia vitu vyake. Alice hakuweza kuwatazama watu usoni. Kiburi, uzuri wake na kujiamini vilikuwa vimeisha. Asubuhi iliyofuata alipanda basi kurudi kijijini. Alipofika watu walishangaa. Alice aliyekuwa anajivuna sasa alivaa magauni marefu, bila vipodozi, bila nguo za kifahari. Akaanza kwenda kanisani kila siku, kuimba kwaya na kuomba asubuhi na jioni. Watu alisema kwa siri, Alice amebadilika, sasa ni Mkristo aliyezaliwa upya. Mama yake alifurahi sana. Hakuna aliyefahamu kilichomtokea mjini, na Alice alihakikisha siri hiyo inabaki kuwa siri. Alitabasamu, akaomba na kubeba bibilia yake kila mahali. Akaamua kubadilika na kamwe hakurudi katika maisha yake ya zamani. Niachie maoni yako hapo chini katika boksi la koment. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media.